Hii ni indiketa mojawapo ya hatari. Manake kama ghorofa kama hili linaanza kuonyesha kreki za namna hiyo na nondo kupinda, manake kuna jambo la hatari linakuja, lina lakini bahati nzuri, mwenyekiti wa mtaa na mtendaji wake na DC wa Ilala na wenye nyumba na mjenzi mwenyewe wataendelea kufuatilia kuwapata wale waliohusika kwenye kujenga, utoaji wa vibali vya ujenzi na kama kwenye structure iliyokuwa imepata permit ya kujenga, kama ndio kile kilichotakiwa kujengwa. Na wanasema ina miaka karibia kumi na mbili kumi na nne manake sasa tujui ni kitu gani kinachoweza kusababisha ikawa hivyo, lakini ni hatari kwa usalama wa kwetu. Na nikiongezea tu hapo, manake ni kwamba hata sisi tunaona majengo uko majumbani, tuangalie hizi nyufa zetu, sikajikuta na nyumba yako Alafu kuna nyufa zinaendelea kutokea, inawezekana ikawa ni sababu ya mvua ama ikawa ni sababu ya ujenzi wa chini ya kiwango. Kwa sababu zote mbili zinaweza kuwa sababu za kufanya kuwepo na crack. Kwa hiyo niendelee tu kuomba kama tunavyoendelea kutoa rai kwa wananchi. Tahadhari ni bora zaidi. Hapa wananchi waliokuwa wanaishi kwenye ile nyumba wameshatoka, lakini kwa gorofa refu kama hili maana hata majirani wanakaa kwenye mazingira hatarishi. Kwa hiyo kwa DC wa Ilala kwa sababu yeye ndio ana magorofa mengi inabidi wananchi wako wachukue tahadhari ya kucheki majengo yao na nafikiri uh, bodi ya wakandarasi pia na nafasi ya kuja, kucheki pia majengo na kwa mvua hizi, hata zitakapokuja kuisha. Mvua inaweza kaisha lakini hali ya majengo kama haya ukakuta bado, bado inaendelea. Kwa hiyo ni vema pia hata baada ya mvua kuisha tukafanya utaratibu wa kukagua majengo yetu kuona structure zake kama bado ziko, ziko imara kwa kuendelea kuishi ama kuangalia namna nyingine ya kuboresha. Kwa hiyo tunawapa pole wananchi na tuendelee kuchukua tahadhari tu. uh, ndio wito wetu mkubwa, kwamba tuendelee kuchukua tahadhari na mamlaka zitakapokuja zinazohusika na vibali ujenzi, structure ikoje, ameongeza ghorofa hajaongeza, basi tutajua na hatua stahiki tutaweza kuchukuliwa. Lakini sasa hivi kama nguzo moja uh, imesha, imeshaanza kupinda, maanaake haipasi tena watu kukaa mle ndani. uh, na siwepo mtu akawa narudirudi kusema nimesahau begi langu nimesahau simu, ni hatari kwa kwa maisha yake, lakini pia kwa maisha ya majirani. Unaweza ukaongeza mtikisiko kidogo tu ukasababisha jambo jingine kubwa zaidi ambalo hatulitaki kulitokea ndani ya mkoa wetu. Kwanza kabisa, naomba kwanza ni ushukuru mwenyekiti wa mtaa, Mheshimiwa mkuu wa Mkoa, waliokuja hapa Eh, kuweza kutusaidia na kuondoa wananchi wote ambao wako ndani ya lile jengo. Mkandarasi mwenyewe aliyehusika yupo. Ah, tunataka sasa hivi tuwasubiri wakandarasi wetu na maengineer kutoka Manispaa na turudi tuangalie BOQ na turudi tuangalie jengo lenyewe kwamba kibali kilipotolewa jengo lilikuwa linatakiwa leo na ghorofa ngapi, kama ni ghorofa hizo hizo kumi ambazo zilikuwa zimejengwa sasa hivi basi tuangalie ni sababu gani kama mkuu alivyosema, eh, kuna sababu ambayo imesababisha Bisha, jengo kupinda, uh, zile nondo, nondo mkandarasi alivyotuambia ni milimita ishirini na mbili kama sikosei. Uh, sasa tunataka tujue kwa jengo ambalo lile lenye ghorofa kumi, uh, milimita ishirini na mbili ndio ziko sahihi kujengewa au zilikuwa zinatakiwa zaidi. Kwa hiyo tuweze kulifahamu hilo. Na sasa kama lilikuwa linatakiwa ni ghorofa chini ya hapo. Basi lazima kuwe kuna utaratibu wa kuhakikisha kwamba ghorofa hili linabakia na zile zilizokuwa zinatakiwa zipo hapo. Kama kwa alivyosema pia, kuna hatari ya majirani. Ghorofa kama hii ikianguka, halianguki tu hapo lilipo, litaangukia pia na majirani. Kwa hiyo wito wangu mimi na kwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa na watendaji na wengine wote wanaoishi hapa, ningeshauri shauri leo wasiwepo ndani ya majengo hayo mpaka hapo kesho kutakapokuwa tumepewa assurance ya kwamba jengo hili litakuwa lina usalama ikiwa wako jirani, lakini kama kutakuwa kuna wasiwasi wa hiyo, tungeomba watoke kwa sababu e, ni bora wakawa hawapo kuliko usiku wamelala na jengo lile likaanza kuanguka ikawa ni maafa mengine Tunachosubiri wanaweza ni hicho, tutaona. Lakini tungeshauri sana nyumba hizi ambazo zimegusana, kuna ile nyumba ambayo iko karibu sana ghorofa hii hapa na nyumba ya jirani ambayo ni nyumba ndogo, kwa kweli kwa leo Wasingelala ndani ya nyumba mpaka atakapowapa wa assurance kwamba a, ni salama kwa wao kukaa ndani ya nyumba. <relentlessuros raging coworkers> <eleri>